Mtazamaji wa kipindi chako pendwa, kipindi kinachoitwa Futa Machozi na nakuletea mimi hapa, mtangazaji wako, naitwa Elia David Mwile, niko katika kanisa yeah, la Hosanna Bible Church lililopo hapa Gongolamboto mtaa wa Ulongoni kwa Omela, lakini leo tuko katika kanisa la Hosanna Revival Church tunakwenda kukuletea ushuhuda wa, wa mama aliyotendewa katika mwaka 2025 katika madhabahu hii ya Hosanna Revival Church hapa wa Ulongoni B. Tutakwenda kumsikiliza na tutajua nini Mungu alichomtendea katik katika, katika madhabahu hii ya Hosanna Revival Church, tuende tumsikiliza. Eh, mama, samahani kwa majina unaitwa nani? Sabiani Saidi, Sabwani Saidi eh. Wapenzi watazamaji wanapenda kukuona sura yako, kienda kuonyesha kwamba wanataka kujua nini Mungu alichokutendea katika mwaka wa 2025. Mimi nasikia watazamaji na, hmm. hmm. na, na, na ushuhuda wangu wanapenda kukuona surainiweza yeah. kuwageukeana ushuhuda wangu mimi nilikuwa na uvimbe miaka minane, nimeteseka lakini sasa nimetendewa katika kanisa hili, supimbe umeshaondoka, nimesha sasa watu wanawambia, watazamaji, muziseme kwamba kwamba kitu kinachotokea huko, kusema mwende wapi wapi wapi, hakuna kinachotakiwa ni imani tu, mkiwa na imani, hata kanisa ndogo watu wanatolewa matatizo yao mimi nikifikiri watu wanapotendewa matatizo kama haya, nikifikiri wana wana, wana wana wana wana nini, wanaigiza au wanatumwa na watu kusudi kusema nini ninii wanawapanga. Kumbe hakuna yani, ukiwa na imani yako tu, Mwenyezi Mungu hana kutendea popote pale. Kama mateso niweka wanao mimi nilikuwa makubwa sana, lakini ninashukuru kwa kanisa hili kunitendea mambo makubwa e. Wapenzi watazamaji wanataka kufahamu kwamba ndani ya miaka nane ulikuwa unasumbuliwa na uvimbe, nsema kana uvimbe ulikuwa unaonekana tumboni, ulizunguka wapi na wapi kwa ajili ya kuweza kupata utatuzi wake? Aha, uvimbe vile nilizunguka sehemu ni nyingi sana. Kwanza nilianza kwanza mahospitali nimeanza. mm -hmm. Nimeanza kisalau nimeenda. mm -hmm. Nikaambiwa laki nane. mm -hmm. Nikatoka wakaniambia wakani nenda transfer wapi, Amana, nikaenda Amana. mm -hmm. Wakaniambia laki sita, nimetoka pale nikaondoka nikaenda Mwebili, wakaniambia laki saba kwa sababu mbe wangu ulikuwa mkubwa sana. Lakini sasa nilicho waona kusema fadhali nikae tu nyumbani kwa sababu nilishindwa uwezo wa kupata ile hela mm. Hela nilikuwa sina uwezo, sina, nilikuwa mjane nimekaa. Lakini nikawa na matatizo fulani yalitokea, yani kama inatoka usaa mm. Yani unatoka damu, yani ilikuwa yani ni kansa, kansa kwa kweli kweli. Mm. Nilikuwa ninavaa mapempa simi kama mtoto mdogo mm. Lakini nilipofika kanisa hili nimeombewa ninashukuru, ule uvimbe umetoweka. <tuhi> na ulipotoweka kwa ule uvimbe, nikimeujiza kabisa. Nilikuwa nimeombewa siku hiyo, nilipoombewa, wakabidi wanini wakabidi wanini wanini wa, wa, wa, wa, niondoke nyumbani. Nilipoondoka nyumbani, usiku ndo likapasuka lile nini lile uvimbe kwa vile nikatoka damu na nini na kila kitu kikatoweka. Kwa vile hapa sasa, nipo hamani hamani, tupo usaa, sina damu sina, nipo na hamani. na nilikuwa nataka kufahamu kwamba chanzo cha kuweza kufahamu kwamba kufika katika madhabahu ya Hosanna nibaibo chache, ni nani aliyeweza kukukutanisha na mtumishi wa Mungu Janeti Mgondo? Eh hey, ndio kuna mama mmoja, mama Kipingu, katika mateso yangu nilimweleza nikamwambia mimi na matatizo makubwa sana, na ukiangalia sina hali sina hili. Lakini sasa bdula akaniambia, nenda sehemu fulani kwa huko Hosanna, utamkuta mchungaji Janeti atakusaidia. Na kwa nilipokuja hapa nilikuwa kama mjane, nimekuja kama mjane. Lakini nilipo nilipoenda nikamwambia matatizo yangu, mama usinione hivi, lakini mimi ninateseka na ninaumwa na kuumwa kwangu mimi sio kwamba nini ni uvimbe, lakini uvimbe ule umekuwa kama sasa ni kansa. Akaniambia, utatendewa kwa jina la Yesu, utatendewa kwa jina Mimu la Yesu. Nikasema amina, na kweli, na mimi nikawa na imani, ninafuatilia kila siku, ninapokuja ninafuatilia mpaka leo hii Mwenyezi Mungu katendea, ninashukuru Mungu. Sawa sawa. Hey, uh, una nini cha kuwaambia wapenzi watazamaji wanayetufuatilia katika kipindi cha upendo ambacho hiki kinaitwa futa machozi, nini wafanye katika marabao hii ambayo inayokwenda kuwafufua na kuweza kuwaponya watu? Hey, hey. Mimi cha kuwaambia wapenzi watazamaji yaani, msiangahike kusema muende huku na kule, mukiwa na imani yenu moja mnaenda kwenye kanisa lenu moja, na mkienda pale, na hasa Hosana oh, Hosana oh ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina nini sana, yani wanaombea vizuri sana, hakuna hata shida, anakushika mkono vizuri na anakuombea vizuri sana. Kwa vile Hosana oh ni kitu ni siku yani, yani sehemu mzuri sana yaku, yaku, we, yako, ya kukuombea wewe, na ukapona matatizo yako yakaisha. Na mpenzi mtazamaji, kama unaweza kusikia mama alichokuwa na kizungumza hapa ni amepitia katika magonjwa hayo ya kuweza kuwa na uvimbe katika tumbo lake. Ndani ya miaka nane imepitia mateso mengi sana, yamemgalimu muda, yamemgalimu fedha, amezunguka katika kutafuta namna ya kuweza kuona kwamba anaweza akapita katika kupata uponyaji. Lakini pia akakutana na mama mmoja, akamleta katika kanisa hili la Hosanna Revival Church iliyopo hapa katika mtaa wa Omera, ndipo alipoenda kupata uponyaji wake, na sasa anakwambia kwamba Kiko vizuri na hakuna shida. Ewe mpenzi mtazamaji unayetufuatilia sisi, karibuni sana Hosanna Revival Church. Tuko hapa mtaa wa Kaomela na Mungu atawabariki. Amina.